Tunapofanya uchunguzi uh, kwa viongozi wa umma na haya matamko yao ya mali walizonazo, kuna ndugu jamaa marafiki, kuna watu wengine wanaandikisha mali zingine kwa majina ya watu ambao hata si wa ukoo wao. Kwa mfano mimi ana tausi swaiba wangu namwandikisha baadhi ya viwanja vyangu, nyumba zangu, sasa hawa tunawafikiaje? Naona kidogo kuna changamoto kwenye utekelezaji wa majukumu yenu. Asante. Hilo ni tatizo ambalo tunalo, it's a challenge ambayo sote tunaiona, si ndio? Na sisi katika kufanya ufuatiliaji tunakumbana na na shida hiyo, na hapo ndipo ambapo tunaingia kwenye maeneo mawili. Kwanza kwenye swala la kisheria, hapo tunapama kwa kuwa kama kiongozi ana mali ambayo ameiandikisha kwa jina la shangazi yake, ni mtu mzima kisheria, maana yake mali ile ni ya shangazi. shangazi au kwa mwanaji lakini ni mtu mzima kisheria, mali ni mali ni, ni, ni, ni ya mwanae. Sasa hoja zingine kwamba sasa mali hiyo bado ni yake, na, na hivi, hapo pana ugumu ambao sote kwa pamoja tunauona, lakini pengine linaweza likashughulikiwa kwa utaratibu mwingine, kwa ufuatiliaji wa karibu zaidi na kuangalia mwenendo na mambo kama kama haya, na swala zima la kukuza uadilifu, yani behind kukuza uadilifu, haya mengine yote yanaweza yakaepuka. <coughs> Lakini hata sijui hizi janja janja za kujificha kwa kawaida huwa kuwa zinaweza zikawepo tu wa mtu ambaye sio mwadilifu.